Mheshimiwa, hazipo kuwa za chama ni mali yao, tukimaliza mkutano wataingia na madereva wao wende nazo uzinduzi ongziwakuhchwashukuru sana. Wakati wananialika alikuwa anawaambia, je, mnanialika kwenda kufungua tawi tu? Mimi hamjui viwango vyangu, mimi nataka mambo makubwa mazito. Wakanaambia wakanambia we njoo, ndio utaona. Kule nilipofika pale, nilifikiri tumefika ofisi ya jimbo kwanza, alafu ndio tuende kwenye hilo tawi. Mashaallah, tawi nzuri, mmefanya kazi nzuri, hongereni sana. Aka niseme ndugu zangu wala CCM tumefanya kazi nzuri sana katika uandikishaji, katika daftari tumefanya kazi nzuri sana, na nakupongezeni sana. Kilichobaki ni kimoja tu. Leo ni siku ya kupiga kura, sote tuliojiandikisha tutoke tukapiga kura. Tukifanya hivyo, ndugu zangu, tutashinda kwa ushindi mkubwa sana. Tuondoe maneno maneno ya jamaa zetu wale, maana wale wanatafuta sababu. Tuwashajua kwamba hawatuwezi, lakini wanatafuta sababu. Kwa hivyo, ningependa nikushahijisheni ndugu zangu jote, safari hii asiwepo hata mmoja ambaye kajiandikisha lakini hatukwenda kupiga kura. Sote tutapiga kura, na mimi sina shaka kwamba tutashinda kwa kishindo kikubwa sana, na tutaendelea kuiongoza nchi hii na tutaleta maendeleo makubwa zaidi kuliko haya.